Mwenyezi Mungu wameumba viumbe wengi duniani ambapo tofauti kubwa iliyopo baina ya binadamu na viumbe wengine ni elimu pamoja na maarifa, ambapo taasisi ya marafiki wa moja wa maendeleo Handeni MMAHA wametoa vitabu vya elimu ya dini katika msikiti wa Kidato uliopo wilayani Handeni mkoani Tanga. Wakitoa shukrani zao baada ya kupokea vitabu hivyo, baadhi ya viongozi wa msikiti huo walikuwa na haya ya kuzungumza. Nitumie kuwashukuru ndugu zetu wa MMAHA. Tulitoa maombi yetu lakini leo faraja yetu imerudishwa. Tumefanya semina ya walimu, walimu hatuwapeleki mashuleni kwa sababu vitendea kazi hawana. Lakini leo na imani wale walimu wetu wa mashuleni walioomba walimu tukawaambia kwamba tunasubilia ahadi ambayo tumeahidiwa, leo na wao furaha yao itakuwa imerudi. Kwa hiyo MMAHA imerudisha furaha ya walimu wa Kiislamu mashuleni, furaha ya wanafunzi, lakini furaha ya sisi tamsia pamoja, tukishirikiana na tista wenzetu wa MMAHA. Kwanza tuwaombe, tuwaombee Mwenyezi Mungu waazidishie kwa hili lakini pia changamoto bado, tutaendelea kushirikiana nao tuone namna gani tutasaidiana juu ya hizi changamoto ambazo tunazo. Walimu ni wengi ambao tuko nao. Vitabu hivi, tunashukuru tumepata mwanzo huu mkubwa, na vitabu ni vingi, lakini kuzifikia zile shule, kuna za mjini na za pembeni kidogo kidogo, ni sehemu kubwa changamoto ambayo tunayo. Kwa upande wake mweka hazina wa taasisi hiyo ya MMAHA ndugu Mustafa Saifu amebainisha lengo kuu la taasisi hiyo katika suala la maadili katika jamii. Ya kati ya malengo yetu katika mpango kazi wa taasisi ya marafiki wa maendeleo ya Handeni MMAHA ni pamoja na kukutana na makundi maalum kuweza kutoa elimu mbalimbali ambazo zinahusu maadili pamoja na maisha kwa ujumla. Tumeshafanya hivyo kwa kukutana na wazee, tumeshakutana na wakina mama. Lakini baadaye tunapanga kuja kukutana na viongozi wa dini, vijana pamoja na wasichana. Moja ya mipango yetu ni kukutana sana sana, sana vijana na wasichana ili kuweza kuwapa elimu ambayo itawasaidia kwa walioko mashuleni na wale ambao hawapo mashuleni, kwa sababu tunaona mmomonyoko wa maji sana sana unaotokea kwenye jamii. Taasisi ambazo sio za kiserikali kama hazitaungana na, na serikali yetu kwa ujumla katika kutoa elimu kwa, kwa, kwa vijana basi hatuwezi kufikia lengo hili. Sambamba na hayo pia, MMAHA imetimiza ahadi ambazo waliahidi katika baadhi ya taasisi za dini ikiwemo makanisa pamoja na misikiti iliyopo ndani ya wilaya Handeni. Nami ni muumini ya hapa Kiseriani, nashukuruni sana nyie ambao mmefika hapa, na changamoto ipo ambao unamuona katika, yani hii kanisa, huwezi kwenda kusema kwamba upige tochi, inaonekana kwamba ni bado iko wazi bado nataka kiendelee. Kwa hiyo tunashukuru sana mikono yenu ambayo imefika hapa na inaendelea kufanya juhudi ya kuongeza kanisa, vitu ambavyo imebaki changamoto si ambayo tulikuwa nayo fi, hatuna vyombo vya kanisa, maana zile pale havyowezi vikadumu kwenye umeme. Kwa hiyo changamoto ambayo tunayo na kanisa bado hatujaweka flow, tuna changamoto sana hapa kanisani, kwa hiyo tunaomba siku ya leo tumepokea mifuko hamsini kutoka kwa ndugu zetu viongozi wenyekiti. Leo tunashukuru Mwenyezi Mungu wote ambao dunia nzima Waislamu na wale ambao hasio Waislamu, Mwenyezi Mungu awajalieni tuweze kupata mchango huu tukusaidia Waislamu, kwani ukitanguliza Allah atakulipa. Aidha, CPA Yasin Nisa Msimbazi ambaye ni mratibu wa taasisi ya MMAHA Amesema taasisi hiyo itatekeleza ahadi zake zote chini ya mwenyekiti wake Bi Mariam Mwanilwa. Tumekuja hapa kama alivyosema kiongozi wetu kwa ajili ya kutekeleza ahadi ambayo mwenyekiti wetu Bi Mariam Mwanilwa aliitoa. Taasisi ya maha imekuwa ikifanya mambo mengi na jamii, imekuwa ikishirikiana na jamii, lakini pale ambapo jamii inahitaji chote kutoka kwetu, basi taasisi imekuwa tunapambana kuhakikisha kwamba tunatekeleza hizo ahadi zetu. Kwa hiyo leo tumekuja hapa mbele yenu kwa ajili ya kukabidhi kiasi cha shilingi laki tano ambayo mwenyekiti wetu Bi Maria Mwaniwa aliwaahidi. Mungu akitutia nguvu tunataka tufanye kitu hapa kwenye floor yenu hapa hapa chini. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Sago Media Updates, mimi jina langu ni Zuberi Mgaya.